Tunayo mambo kadha wa kadha ya kufanya sisi kama watumishi. Jambo la kwanza ni kuendelea kuelimisha jamii juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia pamoja na Ukimwi. Elimu juu ya masuala hayo haina mwisho, kwa sababu kila siku waliokuwa watoto wanakuwa vijana, waliokuwa vijana wanakuwa wazee. Lakini eneo la pili, tutoe taarifa kuhusu ukatili wa kijinsia uh, tunaopitia wenyewe au tulioshuhudia ukitokea Haya masuala sio ya kufumbia macho. Umesikia hapa, wanaume ni wagumu sana kwenda kutoa taarifa, unaona aibu, e, kwamba mimi bwana natembezewa kipigo. Tutoe taarifa ili uweze kufanyiwa kazi. Jambo la tatu, sisi kama watumishi tujiepushe kuwafanyia wenzetu ukatili kwa kutumia nafasi zetu kama mabosi, kwa kutumia nguvu ya uchumi. Una pesa unafikiri kwa kutembeza pesa basi ndio unapata kila kitu? Hapana nguvu ya uchumi isitumike kama fimbo, mamlaka isitumike kama fimbo, wala nafasi ulionayo mtu usitumike kama fimbo. Jambo la nne, halmashauri na taasisi zinazohudumia wananchi na waathirika wa ukatili pamoja na watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya Ukimwi ziendelee kutenga fedha na rasilimali za kutosha kuwahudumia watu hao kadri inavyowezekana. Mmeambiwa hapa kwamba kama kuna watumishi ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi serikali imeweka mpango wa halmashauri au taasisi zinazofanyia kazi kuwahudumia kuwahudumia maana yake moja ni kuwapa um, wale ile huduma ya unasii kwanza kwa sababu maafisa wetu wa ustawi wa jamii wapo kwa ajili hiyo lakini pili kuwawezesha angalau walishe kidogo ili angalau waweze Uh, kuimarisha afya zao waendelee kuwa nguvu kazi kwa taifa na kadhalika. Kwa hiyo endapo kuna wale ambao walikuwa hawajui kama huduma hiyo ipo, sisi tuna watumishi na tumetenga bajeti na tunawahudumia kwa namna hiyo. Usione aibu, jitokeze ili uweze kupata huduma. Lakini laina kwa taasisi zingine pia kutenga fedha na kuendelea kutoa huduma kwa wenzetu ambao wameathirika. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuendelea kuzungumza na wazazi na wananchi tunawahudumia na wenzetu ambao wanaishi na maambukizi ili kuimarisha mahusiano yao, mahusiano ambayo yatasababisha jamii kuwa ni mahali pazuri pa kuishi na kuhusiana badala ya kuishi katika mazingira ambayo kuna migogoro inayozalisha watoto wa mitaani na kadhalika. Geita oye. Oye. Manispaa Geita Safi. Safi. Safi. Niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmeandaa shughuli ya leo. Ah, ninaamini kila mmoja hapa amepata la kwake la kwenda kulifanyia kazi.